Ziara ya kukagua maendeleo ya naibu wa rais Profesa Kithure ya Kindiki imemfikisha katika kaunti ya Samburu hasa Samburu Magharibi. Siku hizi mambo yangu ni machache, kazi yangu ni kufuatilia miradi ya serikali nihakikishe wakati Kenya inapata barabara, hata Samburu inapata barabara. Wakati ambao amewahakikishia wakazi wa Samburu usalama wao hasa kwa kukabiliana na wahalifu ambao wanaendelea kuwavuruga wakazi wa eneo hilo. Haya akijia waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen ameanza ziara yake ya usalama katika kaunti jirani ya Elgeyo Marakwet, wakiangazia bonde la Kirio. Siwezi pata amani kwa roho yangu mpaka siku ile watu wetu wa Samburu watalala kwa amani katika sehemu zote na tuhakikishe kwamba hii Samburu ni salama kama sehemu zingine zetu za Kenya. Viongozi wa eneo hilo wameshikilia msimamo wao kuwa wataendelea kushirikiana na serikali kwa manufaa ya wakazi. Kuhakikishia sisi, tutakanyangana na tutasupport rais na wewe 2027 na karibu hapa kwetu, sisi wote tunasupport rais wetu na wewe na maendeleo ya kwenda mbele ya Kenya yetu. Lakini Kenya vile mnaona, si mnaona viongozi wameshikana? Munataka nishikane na hawa ama tukae nje? Mnataka aje? Mnataka aje, deputy president? Umesikia, tutafanya kazi pamoja. Katika ziara ile, Kindiki amekagua miradi mbalimbali mbali, ikiwemo ujenzi wa bwawa la Ayamo na soko la Maralal, lami itoke Maralal iende mpaka Baragoi. Si namna hiyo? Si namna hiyo? Hiyo kazi imebakisha tu kidogo, najua mmengojea kwa muda mrefu, musife moyo, tumepata pesa ya kuweka lami. I promise you the road from Maralal to Baragoi will be tarmacked and we are almost ready. The contractor will be here any time. Hii barabara kutoka hii roundabout mpaka maofisi from next week itaanza kuwa tamak. Ile ingine kutoka polytechnic mpaka hapo 3D itakuwa tamak. Vile mulicheza governors cup juicy, iko pesa na ngoja this financial coming financial coming year kutoka devolution support ni bomeo, hiyo nyumba ni ninyorosa, hii field muwe mkicheza kama asili